Je, umewahi kuweka viatu juu ya meza nyumbani kwako? Inaonekana ni jambo dogo, lakini kwa wengi ni kosa kubwa linaloaminika kuleta mkosi, matatizo ya kifamilia na hata kuzuia mafanikio yako. Kama unajali amani ya nyumbani na mafanikio yako binafsi, basi ni muda sahihi kuacha kabisa tabia hii. Kwa nini watu husema usiweke viatu juu ya meza? Katika jamii nyingi duniani, kuweka viatu juu ya meza ni mwiko. Wengine huona ni jambo lisilo na heshima wala usafi, lakini kwa wengi lina mizizi ya kidini, kiutamaduni na hata kishirikina. Watu wazima waliokuzwa na mila za Kiafrika, Ulaya au Asia huamini kuwa tendo hili linahusiana moja kwa moja na bahati mbaya, mikosi au hata laana nyumbani. Kwanza, viatu vinaaminika kubeba mikosi kutoka maeneo mbalimbali mtu alikopita barabarani, kwenye makaburi, hospitalini, au hata maeneo ya migogoro. Kwa hiyo unapoviweka juu ya meza, ni kama kuingiza mikosi hiyo moja kwa moja mahali pa kula au kufanya mazungumzo muhimu. Hii si tu inachukuliwa kuwa isiyo ya kiungwana, bali pia inaleta athari kiakili na kisaikolojia kwa wanaoishi katika nyumba hiyo. Katika baadhi ya jamii kuweka viatu juu ya meza huaminika kuvuruga amani ya nyumbani. Imani zinasema kuwa inaweza kupelekea ugomvi usioisha ndani ya familia, watoto kuwa wakaidi au wanandoa kutengana. Huzua mkosi na kutofanikisha mipango. Watu wengi hushuhudia kushindwa kwa mambo muhimu kama mahojiano ya kazi, biashara kushuka, au hata kupata ajali zisizotarajiwa wakihusianisha hali hiyo na tabia ya kuweka viatu juu ya meza. Huleta laana kwa nyumba nzima, hasa pale ambapo tendo hilo linafanyika mara kwa mara bila kujali maonyo kutoka kwa wazazi au wazee wa familia. Hufukuza baraka, kwani meza ni alama ya baraka, ndipo chakula huwekwa, mazungumzo ya familia hufanyika na mipango hujadiliwa. Viatu vinavyochukuliwa kuwa vya chini huchafua alama hiyo ya juu. Hata kama wewe si muumini wa imani hizi bado kuna mantiki ya kijamii na kiafya nyuma ya onyo hili. Kuweka viatu juu ya meza ni hatari kwa afya. Viatu hubeba vumbi, vijidudu na bakteria kutoka maeneo mbalimbali. Kuweka juu ya meza ni sawa na kuhamisha uchafu huo kwenye chakula au vinywaji. Kuonyesha ukosefu wa nidhamu. Tabia hii huonesha mtu asiyejali usafi wala heshima ya nafasi ya chakula na inaweza kuathiri mahusiano ya kifamilia au kikazi. Huvuruga utulivu wa akili unapokuwa kwenye mazingira machafu au yasiyo ya kawaida. Hata uwezo wa kufikiri vizuri hupungua. Kwa hiyo, mtu anaweza kukosa msukumo wa kufanikisha malengo yake kwa sababu mazingira ya nyumbani yamejaa hali ya kutoeleweka. Watu wengi waliofanikiwa katika maisha yao huanza kwa kuweka nidhamu katika mambo madogo. Usafi, heshima ya maeneo ya chakula na utunzaji wa mazingira ya nyumbani ni misingi ya ustawi wa mtu binafsi na familia. Kwa kuepuka kuweka viatu juu ya meza, unaonyesha kuwa una heshima kwa nafasi yako ya kula, kuzungumza na kupanda mipango ya maisha. Hii huongeza mtiririko wa nishati chanya, positive energy, na kuvutia baraka katika maisha yako. Je, ni lazima kuamini imani hizi? Hapana, si lazima kila mtu aamini katika laana au mikosi, lakini ni busara kuheshimu mila na imani za jamii unayoishi. Tabia kama hizi zina adhari ya moja kwa moja na isiyo ya moja kwa moja katika mahusiano ya kijamii, afya ya akili na hata mtazamo wa watu kwako. Kama huamini, bado unaweza kufanya hivyo kama njia ya kudumisha usafi na maadili ya heshima nyumbani. Kuanzia leo, jiwekee kanuni: viatu havikai juu ya meza. Kaa chini, vioshe, viweke sehemu maalum, kama kabati la viatu au chini ya kitanda kama ni salama. Ikiwa una watoto, wafundishe tabia hii mapema ili wajifunze kuheshimu nafasi za nyumbani. Maisha yenye amani mafanikio na baraka huanza na mabadiliko madogo. Mojawapo ni kuacha kuweka viatu juu ya meza. Jenga tabia nzuri leo na utaona matokeo chanya kesho. Je, kuna tabia nyingine ndogo unayoiona haina madhara lakini huenda inakuzuia kufanikisha malengo yako?